Na unawezekana ukaongeza jawabu la nne na kuendelea. Jamani, jamani, herejeeni kitabu hiko. Haya, wa qauluhu subhanahu wataala. Kwa hiyo utaona Ibn Uthaymini hapo ameashiria tu, kwa sababu ameshakusomesha hapo nyuma. Waqauluhu subhanahu wataala, na kauli yake subhanahu wataala katika ayati sifati ni imekuja hii katika Suratul Maida aya 64 bali yadahu mabsutatan

bali yadahu mabsutatani, bali mikono yake miwili. Allah ni yenye kukunjuka, Allah anamwaga katika riziki zake kwa viumbe wake subhanahu wataala. Aya hii bali yadahu, bali mikono yake miwili imekunjuka. Na utaona sifatu lyad thabita fi alquran, eh, sifa ya mkono au mikono imefanyaje? Imethibiti kwenye Quran na utaona

ma manaaka an tasjuda lima khalaktu biyadayya ewe Ibilisi, ni kitu gani kimekuzuia wewe kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili? Mikono imetajwa miwili. Sehemu nyingine kwenye Qurani umetajwa mmoja, tabaraka ladhi biyadihi almulku, ametakasika ametukuka yule ambaye katika mkono wake pana ufalme biyadihi. Na imekuja biyadika alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lakini pia mkono umetajwa kwenye Qur'ani kwa sifa ya jamu kwa wingi, kama ilivyokuja kule katika surati Yasini. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman, imekuja pale aidina. Awalam yarau, hivi hawaoni, wanajitia hamnazo hawa. Anna khalaqna lahum, kwamba hakika sisi tumewaumbia wao. Mimma amilat aidina, katika vile ambavyo, au nasema katika vile ilivyovifanya aidina mikono yetu, mimma khalaqna, mimma amilat, afwan, mimma amilat aidina, eh? Katika vile ilivyovifanya mikono yetu, an'aman, tumewaumbia wanyama, fahum laha malikun, na wao kwa wanyama hao wanawamiliki, naona kundi lote langu hili zizi lote, ili mna mazizi kumi mimi yangu, mimi umeumba wewe. Ndio maana hawana tauhid, wana neema za mifugo lakini wanaabudu mizimu. Wakipatana okay, jambo wanakimbilia kwenye mizimu, kama ni kuchinja, tuchinjia mzimu. Allah anasema awalam yarau, hawajaona, anna khalakna lahum kaika, sisi tumewaumbia wao, mima amilat aidina, katika vile ilivyofanya Mikono yetu aidi wingi huo an'aman, tumewaumbia wanyama wahum laha malikun. Sasa ishkali ye mkono kwenye baadhi ya aya umetajwa mmoja, aya nyingine miwili, aya zingine mingi. Utheimin atajibu hiyo, asharhu as alsifatu as thania, sifa ya pili, aliyadani

wa kulia wa Allah mala, umesheheni, umejaa tele kwa tele. Yaminu Allah mala, mkono wa kulia wa Allah umejaa. La yaghidhuha nafaqatun, eh, haupungukiwi mkono huo na cha kutoa. La yaghidhuha nafaqatun hey, haupungukiwi mkono huo na cha kutoa

Hadithi imeendelea ila kauli mpaka kufikia kwenye kauli yake biyadihi al-ukhra, eh, katika mkono wake mwingine pia ni wa kulia, kwa sababu wakilta yadaihi yamin, na yote mikono yake miwili ni ya kulia. Hapajathibiti mkono wa kushoto kwa Allah, lillahi yadan haqiqiyatan wakilta yadaihi yamin Allah ana mikono miwili ya hakika na yote mikono yake miwili ni ya kulia, kushoto hija thibiti. Kwa hiyo sisi hatusemi ya pia. Biyadihi al-ukhra, katika mkono wake mwingine huwo wapili. Al-qabdh biyadihi al-ukhra, katika mkono wake mwingine. Al-qabdh kuna kukamata, yarfa'u wa yakhfidhu, ananyanyua akitakacho, wa yakhfidhu

wala tatilin wala kupinga na kukanusha, wala takyifin wala kuweka mtindo, wala tamthilin wala kufananisha na sifa za viumbe. wahuma yadani yadan, nayo hiyo miwili ni mikono miwili. wahuma huma yadani, nayo ni mikono miwili haqiqiyatani lillahi taala, ya uhakika

kwamba mkono kwa maana ya neema au uwezo ni kinyume na tafsiri ya salaf, kinyume na njia ya salaf kwenye tafsiri. Hakuna katika salaf wale tafsiri hivyo. Ya tatu, tafsiri hii ya alyad kwa maana ya neema, walqudra laysa alayhi madha dalilun sahih, haina ushahidi wa sawa, kwamba angalau labda kuna ushahidi mwingine wa pembeni karina, hakuna kwayo Ibn Uthaymin anasema wa naruddu alayhim, na tunawajibu wao bima sabaqa fil qa'idati rabi'a, kwa kile kilichotangulia katika kaida ya ngapi, ya nne wa biwajhin rabi'in, na tunawajibu pia kwa njia ya nne wa biwajhin rabi'in, na kwa njia ya nne ambayo kule hakutaja lakini akaashiria kwamba kuna njia nyingi za kuwajibu. Sasa njia ya nne ni hii, anna fi siyaqi ma yamnau tafsirahuma bidhalika qatan. Anna fi siyaqi kwamba, katika mtiii mtiririko wa kusoma hiyo iyo aya, anna fi siyaqi kwamba, katika mtiririko ma yamnau tafsirahuma, kuna kile ambacho kinazuwiya kutafsiri hiyo mikono miwili, ma kuna kile ambacho yamna'u tafsirahuma kinazuia kutafsiri viwili hivyo kwa maana mikono hiyo miwili eh? Bidhalika, kwa tafsiri hiyo ya neema na kudra, kat'an, inazuia tafsiri hiyo kabisa. Ni kweli, ikiwa mfano ukisoma aya hii hii katika Suratul Maida, ukiachilia mbali na zingine ambazo atazileta pia, tafsiri yake kwa mtiririko wa aya inakataa kwamba

Tafsiri ya aya si yako. Aya inazungumzia ubakhili, Mayahudi wanamtuhumu Allah dhanini, kwa nini? Kwa ubakhili. Alafu tafsiri hiyo ni neema, kwa maana itakuwa maana yake nini? Bali neema zake mbili. Sasa iko wapi ile maana ya kwamba Allah ni mtoaji ikiwa unanasibisha neema zake ni mbili au kudra uweza wake wa vitu viwili? Si utawatia nguvu Mayahudi. Aya huyo mungu wewe, neema zake hizi

Allah anamwambia Ibilisi, ya Ibilisi, ma manaaka an tasjuda lima khalaktu bi yadayya. Ewe Ibilisi, ni kitu gani kimekuzuia wewe kumsujudia Adamu, kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili? Hapa nazungumzia kuumba. Sasa hebu nene kwa tafsiri ya watu wa bid'a, itakuwa kufanyaje hapa? Kumuumba kwa nini? Kwa neema zangu mbili

Alqabdhu walbast, sasa ikiwa ni neema na kudra, alqabdhu vipi? Wakati alqabdhu walbast ni katika sifa za, za mkono siaka. Ina kataa tafsiri ya wazushi hii. Hizi zaonyesha huu ni mkono wa hakika ha? Tumeelewana hapa au hamjaelewa? Taelewa tu haya

njia ambazo imekuja juu ya njia hizo sifa tuliya deini hiyo sifa ya mikono miwili, wa kaifa nuwafiku bainaha. Na vipi sasa tutawafikisha, tutawafikisha, tutawawanisha baina yake, ili maana zisi zisigongane maelezo yatatolewa hapo na Ibn Uthaymeen, nayo utaelewa. muda wetu umetuishia metu, eh? darasa ya itikadi ndugu zangu habba, habba.